Kana logini, kuna box mbili. Box ya kwanza huwa inaandikwa username au mobile phone au email. Eh, na box ya pili chini huwa inaandikwa password. Lakini chini ya box ya chini pale huwa panaandikwa forget password. Kwa hiyo utabonyeza pale. Kwa mfano, utabonyeza forget password, ukibonyeza password utaingiza email. No, uta utaingiza username ya Instagram kama ilivyoandikwa. Na username siku zote ili jina ambalo linakaa hapa juu. Andike kama ilivyo kama kuna vimstari, kama kuna nukta, kama kuna nini. E, kama ni ndogo hivyo andika kila kitu kama kilivyo, usibadilishe hata kitu kimoja. Na baada hapo unabonyeza continue ili tu uweze kuona hiyo account kama itaonekana. Ikishaonekana, inakuwa rahisi kutengeneza password nyingine mpya na ukaendelea kutumia account yako ya Instagram. Hasa siku zote tunasema kwenye unapokumbuka ulivyokuwa unajisajili Instagram kwa mara ya kwanza kuna namba ya simu uliitumia au email. Kwa hiyo ukishafika kwenye pointi hapa, eh, kwenye ile namba ya simu uliojisajilia Instagram au kwenye ile email kwa inatumwa kodi, kodi namba. Kwa mfano kama mimi hapa kodi zimetumwa kwenye email ambayo nilijisajilia kwenye hii account ya Instagram. Kwa hiyo nitaingia kwenye, kwenye Gmail ili nikazichukua hizo kodi. Kwa hiyo kifungua tu Instagram, ukifungua tu hapa utaona kodi zangu zimetumiwa ambazo ni hizo hapo eh, hizi kodi ni naenda kuzigeza kule Instagram. Kama umeunganisha kwenye namba ya simu wanakutumia aidha kwenye namba ya simu ya kawaida au kwenye WhatsApp, itategemeana ulijiungia nini Instagram wakati tunafungua akaunti yako Instagram kwa mara ya kwanza. Eh, kodi zangu hizo hapo, zijaza hapa 318 4 Tisa, tatu nitabonyeza continue. Baada ya kujaza nani, jaza zile kodi nimeletwa sehemu hii hapa ya, ya kuandika new password, kwa hiyo atataka niandike new password, angalau iwe na six letters and numbers, maanake nichanganye e, kwa hiyo nitaandika nitaandika password yangu mpya hapo. Kushatika password pale chini, watakuletea kibox kwamba log out of other devices. Choose this if someone else used your account. Kwa kwa hiyo hiyo ni kesi kama akaunti yako kuna mtu mwingine, labda, pengine, mtaalamu, mtu fulani, taarifa zako, ndani, eh? ki, mtu mwingine labda ulikuwa mtaalamu au fulani za kuingia ndani. Eh, yule mtu hata, hatakuwa hata na uwezo tena kunyonya akaunti yako. Eh, atakuwa anaandikia long passwords kama password incorrect kwa sababu mimi hii akaunti yangu hakuna mtu mwingine akuna ambaye ambaye anaifahamu na hakuna mtu akuna ambaye nimempatia taarifa zangu za kuingia. Baada ya hapo tabonyeza continue. Baada ya hapo nishaingia ndani tayari ya akaunti yangu kama kawaida. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Mimi sina lazima kwenye video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.